Kuna mtu aliwahi kusema kwamba mshipa wenye hisia kali zaidi mwilini mwako ni ule unaotoka moyoni hadi kwenye pochi yako, na mimi naamini hivyo. Ukweli ni kwamba Yesu anataka tuwe wasimamizi wenye hisia zaidi, yaani tuwe wasimamizi bora wa fedha, unaweza kusema hivyo kwa kile alichotupa maishani. Hapa katika Luka sura ya 16 Yesu anatupatia mfano ambapo washiriki wote wanashughulikia mambo yao, er kwa njia isiyo sahihi. Niruhusu ni kuonyeshe hapa, ninapoanza kusoma mstari wa kwanza. Kulikuwa na mtu tajiri aliyekuwa na msimamizi, na mashtaka yaliletwa kwake kwamba huyu mtu alikuwa anapoteza mali zake. Akamwita na kumwambia, ni nini hiki ninachosikia kukuhusu? Leta hesabu ya usimamizi wako, yaani uangalizi wako, kwa kuwa huwezi tena kuwa msimamizi. Kwa njia kupoteza mali za mtu huyo kulimaanisha kuzitapanya kwa kutojali wajibu kwa kweli hakuwa anajali kabisa. Sasa mara tu mmiliki wa biashara alipogundua hili, aliagiza mara moja ukaguzi, yaani taarifa iliyoandikwa ya hesabu za kifedha. Sasa mstari wa tatu: na yule msimamizi akajiambia, nifanye nini? kwa kuwa bwana wangu ananiondolea usimamizi, mimi isina nguvu ya kuchimba na ninaona aibu kuomba basi inaonekana kwamba kuchimba mitaro na kuomba ndio chaguo zake mbili pekee. Hivyo anasema hapa katika mstari wa nne, nimeamua la kufanya ili nitakapoondolewa kwenye usimamizi watu wanipokee katika nyumba zao. Inaonekana wazi kwamba nafasi hii ya usimamizi ilimpa pia faida ya makazi, hivyo atapoteza mshahara wake pamoja na mahali pa kuishi. Hivyo hapa anakuja na mpango huu mdogo wa ujanja ambao Yesu anawaelezea hapa katika mstari wa tano, akiwaita wadaiwa wa bwana wake mmoja mmoja. Akamwambia wa kwanza, unamdaiwa bwana wangu kiasi gani? Akajibu, vipimo mia vya mafuta. Akamwambia, chukua hati yako, uketi upesi uandike hamsini. Kisha akamwambia mwingine, na wewe unamdaiwa kiasi gani? Akajibu, vipimo mia vya ngano Akamwambia, chukua hati yako uandike themanini. Hivyo mtu wa kwanza alikuwa anadaiwa vipimo mia vya mafuta ambavyo ni sawa na galoni mia nane za mafuta ya zeituni. Hiyo ni ya thamani ya takriban miaka mitatu ya mshahara wa wastani wa mtu wakati huo. Mtu wa pili alikuwa anadaiwa vipimo mia vya ngano, na hiyo ilikuwa na thamani ya takriban mishahara ya miaka saba ya mtu wa kawaida. Kwa kweli ukitazama ukubwa wa madeni haya, inaonekana watu hawa walikuwa wafanyabiashara matajiri wa mafuta na ngano. Hivyo msimamizi huyu anajua kwamba kwa kuwaruhusu kupunguza deni lao watamwia fadhila kubwa siku za usoni anajionyesha kuwa mkarimu sana, lakini pesa za tajiri hazikuwa zake za kugawa. Kwa hiyo anatumia kile tunachoweza kuita kanuni ya kwanza ya siasa: kuwa mkarimu kila wakati kwa kutumia pesa za watu wengine. Sasa usikose hili. Mpango huu hautafanikiwa kama hawa wateja hawatakuwa tayari kuandika ankara za uongo kwa mkono wao wenyewe. Lazima wawe wadanganyifu kama msimamizi alivyo. Na unajua nini? ndivyo walivyo. Sasa vipi kuhusu yule tajiri mmiliki? Basi hatimaye anafika na hiki ndicho anachoamua kufanya, mstari wa nane. Bwana alimpongeza yule msimamizi asiye mwaminifu kwa ujanja wake. Sasa ngoja nikwambie, alipaswa kumkamata na kumpeleka polisi, siyo kumsifu. Na pia alipaswa kuwakamata wateja waliodanganya biashara yake na kumpotezea mamia ya maelfu ya dola kwa thamani ya leo lakini badala yake anajifanya haoni na anamwambia huyu msimamizi, unajua wewe ni mtu mjanja kweli. Sasa kwa nini hatoi wito wa uchunguzi kwake yeye? E, kile ambacho kingekuwa hasara kubwa ya madeni yasiyolipwa sasa kitakuwa e, faida ya angalau nusu ya kiasi hicho, na pia anaweza kuandika hasara iliyobaki kama hasara za kampuni na hivyo kulipa kodi ndogo ya mapato ya kampuni. Naam, anapenda mpango huu. Sasa watu wengi wanasoma mfano huu na kudhani unafundisha kwamba Mungu si wa haki. Wapendwa, hakuna sehemu yoyote katika mfano huu ambapo tajiri huyu anaonyesha picha ya Mungu. Yeye anaonyesha picha ya wana wa dunia hii. Unaona, yeye pia ni mjanja, sawa. Yeye pia amejitolea kwa pesa, sawa. Yeye pia yuko tayari kuhatarisha tabia yake kwa ajili ya kupata pesa zaidi kidogo. Kwa hiyo sasa Yesu anaenda kutoa somo, na hebu niweke katika mfumo wa kanuni tatu ambazo zitatuwezesha kama waumini kuwa wasimamizi bora wa fedha kwa kile ambacho Mungu ametupa. Kanuni ya kwanza, kuwa na mkakati na mkakati fursa ulizonazo. Tazama hapa katika sehemu ya mwisho ya mstari wa nane, Yesu anasema, kwa maana wana wa dunia hii ni werevu zaidi katika kushughulika na kizazi chao kuliko wana wa nuru. Sasa Yesu hawasifii kwetu, anawalinganisha nasi. Tazama, hiki ndicho anachotuambia: angalia jinsi watu wa dunia wanavyobuni mbinu za kisanii ili kusukuma ajenda yao mbele, angalia jinsi wanavyotangaza propaganda yao. Sisi kama wana wa nuru tunafanya nini? Hiyo ni kauli inayotumika katika Agano Jipya kwa waumini. Vipi kama tungekuwa wabunifu na werevu kama wao katika kusambaza Injili kama wasiookoka walivyo katika kutafuta pesa zaidi? Unaona, haraka yetu siyo kwa ajili ya fedha. Haraka yetu ni kwa ajili ya umilele. Tunapaswa kuwa na mkakati na fursa tulizopewa. Hii hapa kanuni ya pili, kuwa na makusudi na makusudi pesa ulizonazo. Yesu anasema hapa kwenye mstari wa tisa, jifanyeni marafiki kwa kutumia mali ya udhalimu ili itakaposhindwa, yani unapokufa, waweze kukukaribisha katika maskani ya milele. Sasa mali ya udhalimu hapa inamaanisha tu mali ya kidunia. Hii ni sarafu ya nchi yako, hii ndiyo pesa unayolipwa kazini kwako. Ni ya dunia hii. Ni ya kidunia. Ah, siku moja ni eh, nigona kwenda nje ya mtindo. Yaani itakuwa haina dhamani. Dhahabu itakuwa kitu ambacho Mungu anatumia kupigia lami mitaa ya mbinguni. Itakuwa kama lami ya kawaida tu. Hivyo Yesu anasema hapa, tumia mali yako kwa makusudi. Jinsi gani? Tumia ili kujitengenezea marafiki wa milele. Yaani wafikie watu watu kupitia hiyo mali, ili watu wawe mbinguni kwa sababu ya uwekezaji wako. Ushawahi kufikiria kwamba baadhi ya marafiki zako bora ni watu ambao bado hujawahi kukutana nao? Utawakuta mbinguni na utawakuta mbinguni kwa sababu uliruhusu sadaka yako, kipaji chako, muda wako na mali yako vitumike kuwekeza katika injili iliyowafikia na kubadilisha hatima yao ya milele. Sasa, hapa kuna kanuni ya tatu: kuwa mwaminifu bila kujali una kiasi gani. Yesu anasema hapa kwenye mstari wa kumi: yule aliye mwaminifu katika kidogo sana atakuwa mwaminifu pia katika mengi, na yule asiye mwaminifu katika kidogo sana atakuwa asiye mwaminifu pia katika mengi. Basi ikiwa hamkuwa waaminifu katika mali ya udhalimu, yaani mali ya dunia hii, nani atakayewaaminisha utajiri wa kweli wa milele? Yesu anageuza hili kabisa. Unaona, ni rahisi kufikiri kwamba tunaweza kusimamia mambo vizuri na kutoa kwa Bwana kama tungekuwa na pesa nyingi, lakini Yesu anasema hapa kwamba kinachojalisha ni jinsi unavyoshughulikia kiasi kidogo cha pesa. Hilo kwa kweli ni jaribio bora zaidi la uwakili mwaminifu. Mara nyingi imesimuliwa kwamba wakati Peter Marshall alipokuwa chaplain wa seneti ya Marekani seneta mmoja alimkaribia Peter siku moja na kumwomba amwombee ili mungu amsaidie anze tena kutoa angalau asilimia kumi ya kipato chake kwa kazi ya bwana akamwambia Peter nilikuwa napata dola elfu ishirini kwa mwaka na niliweza kutoa dola elfu mbili lakini unaona Peter sasa napata dola elfu mia tano kwa mwaka na hakuna jinsi naweza kutoa zaka ya dola elfu hamsini kwa mwaka unaweza kuniombea naam petro alikubali wakainamisha vichwa vyao na Peta akaomba, Bwana tafadhali, punguza mshahara wa mtu huyu ili aweze tena kutoa kama zamani. Sasa ngoja ni kuambie, pesa siyo tatizo, kujitoa kwa pesa ndilo tatizo. Tatizo si kile ulicho nacho, bali ni kile kinachokumiliki. Kwa hivyo, ni nini kinachokuongoza leo? Tazama, Yesu anasema hapa kwenye mstari wa 13 huwezi kumtumikia Mungu na pesa. Yaani, huwezi kutawaliwa na pesa na kutawaliwa na Mungu kwa wakati mmoja. Unajua, pesa inaweza kuwa mnyanyasaji, inaweza kuwa mtego, lakini pia inaweza kuwa chombo. Hebu tuwe wasimamizi bora wa pesa, tuwekeze kwenye maisha ya watu ambao watakuwa marafiki zetu milele tutakapokutana nao siku moja mbinguni.